na masiku yanasonga mbele tangu kanze Ramadhan, tutaingia Ramadhani ya pili, tutaingia Ramadhani ya tatu, na masiku yanaenda hivyo, kesho itaingia siku nyingine, mpaka tutaimaliza Ramadhani. Sasa, alhamdulillah, tumeanza Ramadhani, tukangia Ramadhani. Tukangia Ramadhani. Tukangia Ramadhani. Tukangia ramadhani.

aliz Ramadan, ramadanisalama Ramadhani iko pale pale. Saa hii tuko katika mwezi wa Ramadhani. Mwakani kuna Ramadhani, mwakani kuna Ramadhani lakini e yee sisi, mwakani tuko Sisi

kwa kumwogopa Allah si zaidi za kusema tumefunga, lakini leo ukatoka sikitini, labda labda nyumbani, mahali mtu hakuoni, ukala ukanywa, kisha ukatoka hapo, kaja sikitini, hata ukajiweka kama mfungaji ikajanakaiu watu wa mturu utakaa na wenzako, utaieza kama wao, lakini weye uufunga kwa ndani yako saahako, hakuna imani, kwa sababu weye umefunga wavinya watu kwa watu wakimetuga mafunga, lakini hujafunga. Lakini weyo mtu ana chakula chake ayezakula, akifika nyumbani, juzi vimejaa vyakula vimejaa lakini hakula, akasema na mimi namuogopa Allah, naweza kula, naweza kuja mahali mtu hanioni, lakini ukajizuia kwaajili ya Allah, akuna imani. Umefunga ukiwa na imani, ukiwa na takwa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo imani ukafunga kwaajili ya Allah.

tano wengine siku sita, wengine siku saba wanawake wenye ada zao, lakini mwanamke huyo amambiwa Ramadhani ikimalizika lazima alipe. Hakuna excuse, si kama swala. Swala mwanamke akiwa kwenye ada zake anawacha swala, lakini halipi. Halipi akijibagirisha

Nini tunasoma ya kuwa Ramadhani hakuna udhu. Ukiwa kwa huwezi kufunga, umewacha ni siku mbili, ni siku tatu, Ramadhani ikimalizika, lazima mzigie hiko kwenye shingo za. Ramadhani ikimalizika, mimi nimekuwa mgonjwa, nimekula siku tatu, unalipa hakuna udhu

usiku watu wana watu wa Mungu na moto unakuwa free kila usiku, tangu tuianza Ramadhani ya kwanza mpaka leo Ramadhani mazani ya kumi na nne, watu wa Mungu na moto kila usiku unaambia watu fulani wako free na moto, watu fulani wako free na moto, yakulu alayhi salatu wassalam

Shida yetu ni kuwa tuwaacha kitu kwa sababu ni sunna. Si ni sunna, nasikilazima kufanya sisi leo tawacha kitu kwa sababu ni sunna. Masahaba na masalau walikuwa wafanya kitu na walipigania kwa sababu ni sunna. Sasa sisi leo tuko na ilaas masahaba na wema kwa sababu ni sunna, wasema hii ni sunna. Filbidali sisi leo izu sunna otajiha mbali kwa sababu ni sunna, si lazima kufanya. Ukifanya ukapata thawabu, usipofanya upati dhambi

Kwa sababu wee woi isumu niweza kukuja peponi, jue amali gani kakuja peponi, ujue kasa labda sababu awasababu kuja peponi, ujue amali gani peponi no. Ukiangalia kisa yaliwo mwanamke ambaye alikuwa nimsirika katika maasia lakini, kuna siku atembea katika kisima, akamwona mbwa ana kiu, atoa ulimi ana kiu, akashuka kwenye kisima na kiatu chake akatia maji akampatia mbwa, ndio ikawa sababu yeye kuingia kuingia kwenye pepo. Mwanamke msiri ampatia mbwa maji, ndio ikawa sababu yeye kuingia pepo. Ukiangalia kisa kingine, mwanamke alikuwa katika safaa iwoswali sana iwafunga iosoma Qur'an, lakini alikuwa na paka akamfungia kwenye chuka. Akamwacha paka azurure atafute estri yake, akamfunga kwenye chuka, paka akafa kwa sababu so hakula, akamfungia

mambo zaia mambo zakua, lazima kiea anakuonesha sunna lazima tufanye, ndio ino ii nabaaee, lakini tukasema ni dini haina neno, tukafanya tukaipeleka dini tunakotaka sisi. Leo sisi tu uaipeleka e dini tunakotaka sisi, na shida nyingine Sa hii tumekuwa sote tutajua, umjue ishaka ni nandi, umjue ikasoma ni nandi. Sisi kila mmoja leo ataka kuzungumza, kila mmoja iye ataka kujifanya iwajua. Sasa shinda inakuja hapa, muana inakuja hapa, tumekuwa sote tutajua, hataeshaa akikaa kwenye azungumze nyini, sasa majua Ndiyo maana mnakuja mkutana, mtu hawezi kukaa chini akaambiwa kitu fulani akasikiza, yetaliwejua na labda ukimfunguza suka, jahil murakab. Jahil murakab nini? yeye mwenyewe ni suka, lakini hajui kwa nini yeye ni suka yeye nakaa yokatika shida katika shida anakuja hapa leo. Tumekuwa sote tayari, tumekuwa sote tayari. Maana tuna tunaipeleka kasi, tunaipeleka dini kwa vichwa vyetu, hatutaki kuuliza hatutaki kukata mtu anayejua tukamwambia twataka suluhu, twataka nasiha, tutaka kutulairesla la kuipeleka jini tunavyotaka sisi kwa vitua vyetu, ndo mwisho kwa kutembea maafa, mwisho kutaja shida na watu wakavutana kwa sababu ya kwa hivyo mahali hatujui, mahali kuna shida, mahali tulikwama, yatakatufuate wale wajunzi waliosoma waliogogea, si kupeleka mambo unavuta kazi leo katika dini yoyote za kusimama

Watu wanatoa wa kutari, zinatolewa msikitini, watu wanapelekwa kutari mpaka kwenye manyumba zao, ni kwa ajili ya Ramadhani kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kutoa. Basi si Ramadhani peke yake, miezi mingine zote za kutoa, lakini mtu Ramadhani ataka aingize nguvu ikiwa leo hii miezi mingine Ramadhani yatakauwekeza Ramadhani yatakauwekeza. Leo imaona katika msikiti -ka watu wanamturu pamoja, hii zote ni neema za Ramadhani. Utaona leo katika nyumba yako unagongewa, unalisiwa ktari, hii zote ni neema za Ramadhani. <coughs> Mtume ilipokuwa ikifika Ramadhani anatoa, na sisi tunajifananisha hivyo, ni tunajifananisha na Mtume, na sisi lazima tujifananishe na Mtume. Sisi lazima kio chetu awe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam Allah asema katika Qur'an, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah. Huyu mtume ndo kio, huyu mtume ndo kikizochema leo. Mtu atakuja atakwambia, mimi kio wangu ama modili wangu ni pia, atakuchaia mpaka ina mpaka kila kusali msikitini atavaa jazi ya yule mchezaji, nyuma kuna jina lake, akakwambia role model wangu mimi nampenda sana. Kuna mwingine atakuja atakwambia mimi role model wangu ni ekta, ekta wa kizungu, ekta wa kihindi yatakekewa nguvu yake pale hata akiweza kuwa waswali ua